Mheshimiwa mgeni wetu rasmi Doto Biteko, naibu waziri naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Mwashamu, askofu mkuu Angel, Angelo Akatino balozi wa Vatican nchini Tanzania, mwashamu askofu Eusebius Zigirwa makamu wa rais wa TEC, mwashamu askofu mkuu Gervas Nyaisonga askofu mkuu wa Metropolitan yetu ya Mbeya, mwasham askofu mstaafu Tarcisius Ngalalekumtwa msimamizi wa kitume wa jimbo la Iringa mpaka hapo mpaka sasa tulipo, baada ya maadhimisho haya ime e, na sasa ni askofu mstaafu Mwashamu, Askofu Vincent Mwagala, askofu wangu wa jimbo la Mafinga, washam maskofu wakuu mliopo, washam maskofu, kwa namna pekee Askofu Martin kutoka Malawi, mwashamu Askofu mteule Josephat Bududu, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Tabora, waheshimiwa maabati, waheshimiwa wakuu wa mashirika ya kitawa, waheshimiwa, mheshimiwa Charles Kitima katibu mtendaji wa TEC Waheshimiwa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na viongozi wa serikali mliopo, kwa namna pekee, mawaziri, manaibu waziri obunge, madisi, wa bunge madc, na viongozi wote wa kiserikali, viongozi wa vyama na serikali mliopo, viongozi wa madhehebu ya dini waheshimiwa mapadre, mashemasi, watawa, makatekista na taifa lote la Mungu tuliopo Yubilei 2025 <tis> <tis> mahujaji katika matumaini <tis> <Yubilei 2025 tis> namshukuru mwenyezi Mungu kwa wema na upendo wake kwa kuniumba akiwashirikisha wazazi wangu Baba Elam Mihali na Mama Jerumana Semohele walionizaa kunilea na kunitunza. Namshukuru Baba Mtakatifu hayati Francisco, ambaye akiongozwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu aliniteua mimi kupokea utume huu pasipo mastahili yangu kama binadamu kwa ajili ya kanisa. Naomba tuendelee kumwombea Mwenyezi Mungu ampokee katika ufalme wake, raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Na kushukuru sana Mwadhama Kardinali Kardinali Polikapo Pengo, Askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, kwa kupokea ombi langu na kuwa mweka wakfu wangu mkuu katika adhimisho hili, na kushukuru sana kwa tafakari yako nzuri ya neno la Mungu ambayo imenipa dira na maongozo katika utume huu. Nina, utume huu nina utume huu ninaupokea. Asante sana Baba. Shukrani nyingi za dhati kwako balozi wa Vatican nchini Tanzania Askofu Mkuu Angelo Akatino kwa kuendesha mchakato wa kukubali uteuzi wangu kuwa askofu wa jimbo laIringa. Thank youvery much, your grace, for your word of encouragement and prayers. Your hug na kushukuru sana Mwashamba, askofu mstaafu, kwa malezi yako tangu kwangu, tangu seminari ya Mafinga, ulivyonilea ulivyonifundisha uliniwekea mikono katika daraja ya ushemasi na ya upadre na kunipokea kuwa mrithi wako katika ukuani huu mkuu wa kuwa mlezi wa jimbo la Iringa siku hii ya leo ukishirikiana na, na mwadhimishi mkuu katika tena, tukiwa katika mwaka mtakatifu wa miaka elfu mbili ishirini na tano ya Ukristo duniani tena katika jubilei ya miaka ishirini na tano ya upadre wangu umeniwekea tena mikono na kunibariki. Bahati iliyoje kwangu kupata neema na baraka hizi za Mungu kutoka kwako Baba! Asante sana baba. Tatizo sijaale askofu wangu wa jimbo la Mafinga amezoea kutuambia kuwa Jimbo la Mafinga ni kama basi jipya ambalo dereva wake pia ni mpya na konda naye ni mpya. Jimbo la Iringa siyo basi jipya, ni basi la zamani, sio kwa uchakavu, bali lina uzoevu wa ruti na dereva wa zamani yupo. Kwa hakika kukitokea shida au misukosuko katika safari, huyu dereva wa zamani atatusaidia ili tusipotee. Kwa hakika ataulizwa ili kupata mwelekeo sahihi. Mwashamu Askofu Ngalalekumtwa, nitaendelea kupata busara zako na mwongozo sahihi kila itakapohitajika. Naomba uendelee kuwa pamoja nasi, uendelee kutusaidia, uendelee kutuongoza kwa busara zako na hekima zako. Nakushukuru sana mwashamu Askofu Vincent Cosmas Mwagala, askofu wangu wa jimbo la Mafinga. Asante sana kwa kunipa faraja na kunitia moyo katika kupokea utume huu. Asante kwa msaada wako wa kimwili na kiroho na kwa matayarisho na maandalizi ya maadhimisho haya ya leo, ukishirikiana na mwashamu Askofu mstaafu Ngalareku Mtwa na familia nzima ya Wanairinga na Mafinga. Na kushukuru sana Mwasham Askofu Mkuu Jerovasi Nyaisonga wa Metropolitan yetu ya Mbeya kwa kunipokea na kuniingiza katika umoja wa maskofu Tanzania kwa sala zako na kwa utume wako wa kuwa mshiriki wa kuniweka wakfu katika adhimisho hili la leo. Nakushukuru sana mwashamu askofu kwa ushiriki wako huo. Asante sana baba askofu. Napenda nichukue nafasi hii pia kumshukuru sana askofu mstaafu Damian Kiaruzi kwa kuniongoza katika mafungo katika maandalizi ya kupokea utume huu wa kanisa. Mafundisho yake yatabaki kuwa kioo na dira kwangu katika kulea na kuliongoza taifa la Mungu jimboni Iringa. Shukurani kwako, Mwasham Beatus Urasa, kwa kunipokea kwa upendo na ukarimu jimboni Sumbawanga wakati wazwezi langu, wa zoezi langu la mafungo ya kiroho. Nawashukuru sana washamu maaskofu Eusebius Kyando na askofu Godfrey Mwasekaga kwa kunisindikiza na kuwa mashahidi wangu wa viapo ibada ya vesperi jana jioni. Asante sana mababa. Nawashukuru sana washamu maaskofu wakuu maaskofu wote na kwa namna pekee ni mshukuru sana Askofu eh, Martin kutoka Malawi kwa uwepo wake. Thank you, thank you your grace for being with us and for participating in this celebration and this event. Nawashukuru sana ma askofu na mabate kwa kufika Iringa kushiriki katika maadhimisho haya na kunitia moyo na kunipokea katika urika wenu. Asanteni sana mababa. Natoa shukurani nyingi za dhati kwako Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati, mwakilishi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, asante sana kwa hotuba yako nzuri ambayo imejaa ubunifu mkubwa, na kwa asante sana kwako na kwa karama ambayo Mwenyezi Mungu alikujalia. Na hotuba zako daima ninazifurahia, na unatumia matukio yaliyopo na kuziunda na kuzitengeneza kwa mazingira yaliyopo na ni ubunifu wa pekee ambao nadhani hakuna mwingine anaweza kufanya namna hiyo. Mwenyezi Mungu aendelee kukutia nguvu katika e, uongozi wako huko serikalini na kwa malezi yale uliyopata katika kanisa uendelee na upendo katika kulitumikia taifa letu. Naomba unifikishie salamu kwa Mheshimiwa Raisi wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, shukrani nyingi kwa zawadi yake, kwa sala na kwa maombi ya kutuombea sisi wana Iringa. Ahadi tunayoweza kuitoa kwa serikali sisi ni kwamba kanisa litaendelea katika utume wake wa kumlea mwanadamu awe mtu kamili, mwenye hofu ya Mungu katika kuzingatia haki na amani tutaendelea kushirikiana na, na serikali katika kutoa huduma bora za kijamii kwa Watanzania wote. Shukrani nyingi kwa jimbo kuu la Bologna kwa mchango wao mkubwa wa mapadre wa Fidei Donum na masista wa Mtakatifu Clelia ambao wanielea katika parokia ya Usokam. Ninafurahi na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru Padre Silvano Manzoni ambaye kama alivyosema e, naibu waziri wetu mkuu mgeni wetu rasmi kwamba alin, alinituma kuwa katekista. Yeye ni kati ya wale maparoko walionijaribu kuona kama nina wito sawa sawa, na leo yupo, nadhani anafurahia kwamba majaribu yale yalizaa matunda na asante sana nakushukuru sana Baba Silvano Manzoni, na nakushukuru Baba Silvano kwa kumwakilisha Kardinali Mateo Zupi, askofu mkuu wa jimbo la Bologna, na pia ujumbe uliokuja nao kutoka Bologna. Na pia napenda kumshukuru sana mama mkuu wa masista wa Bikira Maria wa mateso wa shirika la Mtakatifu Claria, Sister Vincenza Dinuzo kwa kutuma wawakilishi waliokuja kushiriki adhimisho la tukio hili la leo na kwa zawadi zao. Na napenda sasa hapa ni mshukuru sana pia Sister Maria Bruna Zufa, ni mshukuru sana kaka Gabriele na familia za maamkio, pamoja na wote walioongozana nao kuja kushiriki tukio hili la leo. Natoa shukrani nyingi za dhati kwa Kardinali Catholicos Moran Mor Baselios Cleemis wa kanisa kuu la Marangara Tirumanandapuram Kerala, India kwa kunipokea, kusoma katika chuo kikuu chao kikuu cha Marianos na chuo kikuu cha Mar Theophilos. Katika adhimisho hili yuko profesa wangu V.S. Joseph Kumar pamoja na mke wake Linama, ambao hawa wote wawili licha ya kuwa walimu wangu wa zoolojia walikuwa kama baba na mama yangu kule India. Thank you very much Professor V.S. Joseph Kumar and Linama for being part of my formation and For coming all long way from India to Iringa, Tanzania to participate in this event. Nani parainu na kushukuru sana Padre Clement Kihio, katibu wa idara ya liturujia, Baraza la Maaskofu Tanzania kwa mafundisho yako na maelekezo katika maandalizi ya maadhimisho kwa vesperi na vyapo jana pamoja na sherehe hii ya leo. Asante sana baba. Natoa shukrani kwa mapadre, mashemasi, watawa na waamini wote kwa maandalizi na majitoleo yenu ya hali na mali katika maadhimisho haya. Kwa hakika mmetoa sadaka kubwa sana, na wengine mmekesha hata usiku, ili kuhakikisha kuwa sherehe hii ya leo inapata mafanikio makubwa. Shukrani kwa viongozi mbalimbali wa madhehebu ya dini ambao mmefika kushiriki pamoja nasi katika kumpa Mungu sifa na utukufu wake kwa tukio hili la leo. Hakika tunaonja ushirikiano wenu mzuri na tuendelee kushirikiana hivi katika kumtukuza na kumwabudu Mungu wetu. Napenda kutoa shukrani nyingi sana kwa sister Lilia Lonja rais wa Zenas Croatia kwa sala na sadaka zao na kushiriki katika utume pamoja nami nilipokuwa katika parokia ya Ujewo. Na kati yetu yupo Cristian Jelo, Miriana na madaktari Lana na Ana kutoka Croatia kushiriki katika tukio hili. Thank you very much for coming and for participating with us in this celebration. Natoa shukrani kwa wapendwa wadau wa maendeleo kwa majimbo ya Iringa na Mafinga wanaokaa Dar es Salaam na maeneo mengine ya nchi yetu na nje ya nchi yetu kwa sala na majitoleo yenu katika kufanikisha sherehe yetu ya leo. Mwenyezi Mungu awabarikeni sana. Nawashukuru sana wanadarasa wangu classmates, na wana Mafinga alumni kwa sala na michango yenu ya ukarimu kwangu Mwenyezi Mungu awabariki sana. Napenda pia kuwashukuru ndugu zangu wa familia yangu, dada na kaka zangu pamoja na wanaukoo wa Mihali, Mohele na Maliva. Baba yangu Elam na mama Jerumana Semohele wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape Bwana wastarehe kwa amani. Wanangu wanaparukia ujewa. Mpokee pia shukrani zangu za dhati kwa kuwa sehemu ya malezi mazuri kwangu wakati tukishirikiana katika kuitangaza injili ya Kristo kwa miaka kumi pamoja. Mwenyezi Mungu awabarikini sana. Napenda pia kutoa shukrani kwa wanahabari kwa utume wenu wa kutangaza habari tangu siku ya tangazo la uteuzi hadi leo. Mwenyezi Mungu awajalie neema ya kuendelea kutangaza habari njema ya upendo wake kwa watu wote ulimwenguni. Shukrani nyingi kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutuongoza katika msafara toka Mafinga hadi Iringa jana na kuhakikisha kuwa sherehe hii yetu ya leo inafanyika kwa utulivu na amani. Mwisho, napenda kutoa shukrani kwenu nyote kabisa. Kila mmoja aliyeshiriki maadhimisho haya kwa namna yoyote ile, apokee shukrani zangu za dhati, ajione kuwa amepata neema na baraka za Mungu kwa tendo hilo la upendo na ukarimu. Wito kwenu nyote wanairinga, mapadre, mashemasi, watawa, makatekista na waamini wote kwa ujumla, tushirikiane kwa pamoja katika kutangaza injili ya Kristo na kulijenga jimbo letu. Kila mmoja atimize wajibu wake kadiri ya kipawa alichojaliwa na Mungu kwa neema na baraka zake, na kwa na kwa neema na baraka zake Mwenyezi Mungu tutafika. Amri mpya nawapa mpendane, kama vile nilivyowapenda ninyi, injili ya Yohane, sura ya sura 13 aya ya 34. Mwisho kabisa naomba nitoe tangazo kwa mapadre wa jimbo la Iringa kwamba tutaendelea na majukumu yetu ya kitume kila mmoja alipopangiwa au kutumwa hadi pale itakapoagizwa vinginevyo na askofu wa jimbo. Asanteni.